M23 yajiondoa kwenye mazungumzo na serikali ya Kongo chini ya upatanishi wa Qatar. Waasi wa M23 wamesitisha ushiriki wao katika mazungumzo ya moja kwa moja na serikali ya Kongo huko Doha, nchini Qatar, majadiliano ambayo yalichukua karibu wiki tatu hayakuzaa matunda, licha mkutano, mikutano michache ya moja kwa moja kati ya wajumbe kutoka pande hizo mbili Hakuna maendeleo makubwa ambayo yamepatikana, kulingana na vyanzo vilivyo karibu na mazungumzo hayo. Kwa mujibu wa vyanzo vivyowasiliana na Radio Okapi, wajumbe wa, wa vuguvugu la waasi la M23 ama AFC wakiongozwa na naibu mratibu wake Bertrand Bisimwa waliondoka Doha siku ya Jumanne kurejea Goma ambako AFC au M23 imekuwa na makao yake makuu kwa wiki kadhaa. Kwa mujibu wa vyanzo hivi, mazungumzo hayo yalishindikana kutokana na kutoelewana kwa kina, hasa kuhusu rasimu ya taarifa ya pamoja iliyonuiwa kuweka msingi wa mazungumzo yenye kujenga kati ya pande hizo mbili, kulingana na vyanzo vilivyonukuliwa na redio ok, Okapi wawakilishi wa serikali ya Kongo walisisitiza kwamba taarifa ya Doha inasema wazi kwamba ilifuata mkutano kati ya marais Felix Tshisekedi na Paul Kagame. Inasemekana kuwa AFC walikataa ombi hili wakisema kwamba mzozo kati ya Kinshasa na Kigali hauwahusu kwani waasi wana madai yao na sababu zao. hoja nyingine ya mzozo Wajumbe wa serikali waliripotiwa kutaka pande zote mbili kujitolea kuhimiza makundi yenye silaha kuweka chini silaha zao, jambo ambalo M23 inaripotiwa kulipinga, wakiishutumu Kinshasa kwa kushirikiana na wanamgambo mgambo kadhaa kutoka makundi hayo. Zaidi ya hayo, kundi hili la waasi lilipotiwa kutaka askari wa jeshi la DRC FARDC na washirika wao wapiganaji wa Wazalendo kuondoka Walikale, mji ambao hivi karibuni ulichukuliwa tena na vikosi vya jeshi la serikali baada ya waasi hao kuondoka. M23 inachukulia kujiondoa huko katika mji wa Walikale na kujipanga upya kama ishara ya nia njema. Hata hivyo, vikwazo kikwazo kikuu na hoja ya kutokubaliana itakuwa katika masharti yaliyowekwa na waasi na kupitishwa kwa upatanishi wa Kataa kabla ya mazungumzo. AFC au M23 inashutumu serikali kwa kuwapuuza kwa kuona hii kama ushahidi wa imani mbaya. Kundi hili la waasi sasa linatoa masharti kwa kuanza tena kwa mazungumzo yoyote, kwa Kinshasa kuteua wajumbe wenye uwezo wa kufanya maamuzi ya wazi na sio tu wataalamu wenye mamlaka isiyoeleweka. Upatanishi wa Kataa bado hawajatoa maoni yao. <muchos>